Bese, wow, okay. Kole, sir. Kole, sir. Kole, sir. So mnaona sasa vile hatuwezi you know, kubali, nilikuwa ninaongea na wenzenu wenyewe wako hapo kwamba hatuwezi kukubali tena polisi apikwe, police station ipikwe ama ofisi ya serikali hatuwezi hiyo jana ilikuwa ya mwisho mmenisikia hii yes, bunduki mmepewa hapa mimi sijapewa na namukupewa ndio ikuwe decoration mtu akijaribu police station anakuja kuchukua atubunduki bunduki anataka kupiga we maisha yako kiokoe kwanza hiyo story ingine ya sijui ati we oh, ulifanya nini hiyo tutafanya baadaye na mimi nitakuwa mbele kukutetea thank you sir tumeelewana yes, so, mm. please hiyo ya jana ikuwe ya mwisho Police station na police officer, unatoroka tu pa wakati. Unaona ile yenye uko nayo, hata ukipeleka tano sita bado ni wengi. Lakini lakini mjinga mjinga, watu kumi ishirini hapo, wewe unashindwa na hiyo kazi, na ulipelekwa shule kufanya hiyo kazi. You have to protect yourself, protect the country and protect our nation. And we will defend you to the simutaona Waja, waja walete kingereza ati jana ilikuwa nini nini, sijui mtaona. Hata vile vile mimi nitafanya nitafanya kwa nguvu yote, na hii siyo yangu peke yake, ni amri kutoka juu. Mmezikia? Yes, yeah, so serikali iko na nyinyi 100% kuhakikisha kwamba you are protected from this heinous act. Yaani mtu anaenda kupanga kuleta watu ati wanatuambia ni a peaceful protest Tutafanya vizuri, tutafanya nini. Uh, sasa hii ni peacefully, kuna uh, e peaceful, so uh, nawashukuru sana good job, good job job. Ninyi wote niliwaona jana kabisa, thank you wawana kwa barabara. Uko wapi mkingangana? it was a big group and you managed the situation to your best in the very difficult circumstances. Kwa hivyo, kwa nyinyi hapa tulikuwa tume introduce IG kwa hapa DIG Masengeli ya uh, yako hapa, DCI yako hapa Musami, na ofisa wengine kutoka huko uh, ofisi kuu, lakini tumekuja hapa tu solidarity tu, kuambia tuko pamoja tu, Yes sir. Thank, thank you, sir. Thank you.